Na unachua mahali nimetoka? Samaki zaza ni kitu ya kulingia mutu. Aya, aya. Na najua ata yu njandimba ya noo ziponza jivu. Waba ni nini umewabania? Eh? Ama, ama, ama umewachongea. Umewachongea walundio wa waka, wakakubatia vishu ugule. Kastana, tembesa wivu yako ifi. Wivu ya nini zaza? Mm-hmm. Wivu ya ngima? Ngima kwanza ya waiti. Ya ata kuna kitu inoangenza kwa mwili. Na, na, na, na ata hizi nini ata nzika itamu na na na naivisha hata hata ikaitamu. Msichana, unachua roho yako imeanza kukua. Roho yako ni nyeusi kukuliko hata hii samaki eh, yeah? Ebu toka hapa, toka hapa wewe, nani, toka hapa. Kwani hoteli ni, ni yako? Sinaanza kaa hapa na nionde ile kitu nataka wewe itaniletea oh, chai na yandazi sitaki, sawa